Huyu mwana ndo aliotuleta hapa, asante sana, hapa naona mmeizana kazua. Mlikuwa na sesheni ndefu. Sesheni ndefu. Huyu ndo aliotuleta hapa ndefu, huyu ndo alituleta hapa. Mtuambie nini kinaendelea, project inaitwaje, nawo mwanetu nani, yani watu wajue? Ah, mi kwa majina bwana anaitwa Kilasi yeah. E, ni mchekeshaji. Kuja A kuja, nikisema kuja wote mnasema mbaya kuja, A kuja. A kuja. A kuja. A kuja.

Hi, hi, iwe sawa, ndio maana nakuja kuwachekesha na kuwapa maudhui ambayo yanatoka hapo hapo shuleni na katika jamii ambayo yanawazunguka lakini madhuri ambayo yanawachekesha na kuwafurahisha imeleta impact. Kuna impact yote ambayo mmeiona mpaka sasa hivi ya yeah. Impact ni ipo kwa sababu pia watu ambao tunawazunguka nao kwenye kutoa elimu pia uh, wanakuja wana kutoa zawadi na elimu mbalimbali. Uh, okay. Kwa impact ni kwamba watu wameanza kuelimika na kujua of course tumepata pia maombi kutokea shule zingine, wanatamani pia tuuzulie katika shule zao, yani kwamba ileteni huku shule comedy, ileteni huku na vitu kama hivyo. Sanaa ya uchekeshaji kwa upande wako unaionaje wewe, imekufikisha pazuri au, ipo inakupeleka, ina sehemu nzuri? Kwa nafasi yako unaiona ipo wapi kwa sasa? wa upande wao. Ah, nafasi yangu mimi nashukuru Mungu. Of course hmm, nilipotoka tofauti na sasa ambapo yeah, nipo. Yaani mnifikisha sehemu nzuri tu, okay, nashukuru. Okay, kitendo tu cha kufika shuleni kama kutambulika na wanafunzi wote, uh, stage inanitaka. Haina noma. st nanitaka Metro na wakubali. Haina noma. Oya Metro Media TZ wao, shukran sana. Ah, uh, oh, uh, uh, uh, uh, uh, tumekuja kwa mwanetu uh, comedy ameleta uh, shuleni kwa ajili ya kuelimisha Wakumbusha wanafunzi wanatakiwa wawe nani, wasome sana, kwa sababu hawa ndio taifa la kesho. Tunawategemea kuwa viongozi, tunawategemea kuwa manesi, mapilot na vitu vingine kibao vinatokea shuleni. Kwa hiyo jamaa akaichukua komedi yake, kaileta shuleni, bonge moja la idea, ishara utu yeye yeah, au sio bwana? Tumongea na kazoa, kaeleza, kaeleza, mimi naitwa TZ, don't don't, Mr Newspaper, hal sema technology <laughs> Noma sasa, mama ataki peta mchele hivi, akiniambia kila ebu ni kaniletee hni, nimeshatoka na sahani, amna, nimekuambia kaniletee ungo. Yaani ile akili ya ubwabwa na au nahitaji surprise kwanza, eh? Unajua, majambazi wa zamani na sasa hivi ni tofauti. Zamani na sasa hivi ni zamani Ukisikia mtoto ametekwa au jambazi amemteka mtu, ni tukio la kuogopesha. Yaani mpaka wazazi wanajiuliza mwanito anafanywa nini? Zamani unapigiwa simu, halo, tumemteka mwanao, tunahitaji milioni kumi na tano, usipolete zoela mwanao utampoteza. Yaani mzazi unajua kabisa, kweli naweza nikampoteza. Lakini maisha mbona yamebadilika siku hizi, majambazi tofauti na zamani. Sasa hivi jambazi anapiga simu, hali imekuwa ngumu. Jambazi anapiga simu, alo tumemteka mwanao, tunahitaji mchele kilo mbili, mchele nusu, maragwe nusu, usipa... nyanya usisahau. Usipoleta hivyo vitu mwanao utampoteza. Basi mwanao ukata simu akwambia usikate, sikia tuunganishe na kifurushi cha mia tano. Noma sana, tupige makofi mengi. na na, sasa hivi eh, mnaenjoy eh? Wangapi mnaangalia Azam Eh eh, kuna, kuna sinema inaitwa nini? Kalista ile. Eh? Inaitwa eh eh, sasa kuna mtu anaitwa Basil? Jamani Basil. Yeah! Nikisema ushu wote nikisema kuja wote mnasema mbaa kuja, kuja? Ba! kuja? Ba! Nikisema kuja wote mnasema mbaa kuja ba! kuja ba! ya kuna mashuuzi aina nyingi usufu pamoja na mbuu achana na rapa pamoja na bu. Kuna shuzi takatifu ulile lile, naulia mpu. Achana na usufu, kuna ule unaulia fyu. Kuna shuzi wa bra bra, huwa una kala, naweza ukaupiga hata ukiwa umekaa. Kuna shuzi dokonyo kijamba, nadokonyoa kijilazimisha, na unaweza takukonyoa <laughs> piga makofu mengi, so mino mino la malla mtu Afrika sasa, ile ile, sasa inaimbwa Kiswahili. Unajua inaimbwajele, hospitali walinishauli nile kisambu, nile mchicha, nile tembele, hospitali walinishauli. Kuna haya majiko, jamani, ni mazuri sana